Kupitia ushirikiano huu uh, na miundombinu ya malipo ya Selcom ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa bahati nasibu ya taifa inapatikanika kwa washiriki wote wanaocheza michezo ya bahati nasibu kupitia USSD codes kuhamisha kutoka benki mawakala wa Selcom waliokuwepo Tanzania nzima eh, wenye idadi ya zaidi ya 3000 nchi nzima na vituo kumi vya Selcom vilivyopo maeneo mbalimbali ya nchi hii. Washiriki wataweza eh, kupitia njia tofauti kununua tiketi na kupokea ushindi wao kupitia vituo tofauti na mbali mbali vya Selcom Tanzania. Kwa msaada wa Selcom, hata wale ambao wako maeneo ya vijijini na pembezoni mwa nchi wanaweza kufikiwa na fursa hii na kushiriki kikamilifu katika bahati nasibu ya taifa. Mbali na upatikanaji wa bahati nasibu ya taifa, kwa usalama na u... kuwa kipaumbele chetu, tunatambua kwa imani ni msingi na mfumo wowote wa bahati nasibu ya taifa ni kupitia hatua za juu za kiusalama ambao Selcom, E, e, kupitia mifumo yao dhubuti iko salama. Uh, pia ikiwa pamoja na usimbaji wa data ambao ni data encryption, uthibitishaji wa viwango vingi multi-layer authentication na uzuiaji na udanganyifu katika mifumo yao Kila mwamala utalindwa. Washiriki wetu wanaweza kushiriki na kucheza kwa uhakika wakijua kuwa miamala yao na ushindi wao uko salama na hiyo pia ndio tija kubwa sana ya ushirikiano wetu wa leo kati ya ITHUBA Tanzania, bahati nasibu ya Taifa, pamoja na Selcom Tanzania. Hata hivyo, maono ya bahati nasibu ya Taifa ni kutoa michezo ya kubahatisha yenye kusisimua na haki. Sehemu kubwa ya mapato ipelekwa kwenye miradi mbalimbali mbali, kama mnavyojua ya kijamii, pia ya kitaifa, ikiwemo michezo ya vijana chipukizi, uundaji wa ajira na programu mbalimbali za kijamii ambazo zitakuja huko mbeleni. Selcom tuna mawakala zaidi ya elfu thelathini Tanzania nzima mijini na vijijini. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana pesa yake kwenye simu au kwenye benki yake ataweza kucheza kupitia mawakala wetu, kununua tiketi na kadhalika, ataweza kufanya hivyo kupitia soko lakini pia tuna vituo vyetu ambavyo tumevileta very strategic, tunaita Selcom Experience Centers. Mpaka sasa hivi viko namba kadhaa na tunategemea by the time tunaanza na bahati nasibu vitakuwa zaidi ya kumi Tanzania nzima. Na vyenyewe pia vitakuja kusaidia kiachana kutoa huduma za Selcom zote ikiwemo Selcom Pesa, Selcom Microfinance Bank na Duka Direct. Lakini pia vitaweza kuwa shirika zuri kwa ajili ya bahati nasibu hii ya taifa lakini tunafahamu mambo sasa ni kidijitali na kiukweli, hatuwezi kutegemea mpaka mtu afike sehemu peke yake kuweza kupata huduma. Kwa hiyo tunafahamu Selcom Pesa ambayo ni application inayowezesha miamala mbalimbali aina yote kuweza kufanyika. Tunaita ni application ya kibenki. Selcom Pesa ipo sokoni na inafanya kazi kubwa. Kikubwa ni kwamba Selcom Pesa tunakwambia, fanya miamala aina yote, kwa makato madogo kuliko, lakini kwa bahati nasibu ya taifa ukifanya muamala wako kupitia Soko Mpesa hakutokuwa na makato yoyote. Kwa hiyo ni nafasi nyingine nzuri pale ambapo bahati nasibu itakapokuwa imeanza basi tunawaambia Tanzania, cheza na Soko Mpesa.